Mjini Kolila Media on YouTube pale, unakuta kila kitu kinapatikana tu fresh kabisa. Na tuko buza kanisani, na kimetuleta hapa ni kujua mali matatu ambayo tutakayokuwa nayo hapa, na tumepata bahati pia ya kuja katika eneo hili hapa, umeona bwana. Na leo tunachokizungumzia kwamba ni sahihi nyumba za wageni almaarufu kama guest kujengwa katika makazi ya watu, na tumepata bahati ya kuzungumza na dada yetu, yeye anayo maoni yake kile ambacho tulikuwa tumekuja nacho hapa leo. Dada, habari yako? Salama. Kwema? Kwema. Hivi ni sahihi nyumba za wageni kujengwa katika makazi ya watu? Ni sahihi kama hawatumii kwa malengo mabaya, ni sawa kabisa nyumba za wageni kujengwa katika makazi ya watu. Kwa sababu nyumba za wageni zimejengwa kwa ajili ya watu ambao wamefika mahali ambapo hawana wenyeji ili waweze kupata kujihifadhi. Sasa Uh, kwa mtazamo wako wewe au kwa fikra yako ambayo ulikuwa nayo na kutokana na hiki kitu ni cha muda mrefu sana. Kwani hao wageni wenyewe kwanza ni kina nani, ambao wao wageni. Kuna wasafiri, wana wasafiri kwenda sehemu mbalimbali. Anaweza kafika sehemu ni usiku, ana pa kuelekea. Inabidi aulizie nyumba ya wageni ndo aende. Ko, ni sahihi kabisa zikijengwa katika makazi ya binadamu, lakini pia kuna matumizi ambayo yanakuwa pia yako tofauti kidogo na yale ambayo tunayokuwa tumetajia, au kama wewe ambao unazungumzia hii nayo, pia kwenye jamii ukiiangalia, kwao unavyoiona ni sawa. Kwa hao wanaotumia matumizi mabaya kwa ajili ya nyumba za wageni, ndio wanaokosewa na mwasi munu, lakini lengo la nyumba za wageni ni kwa ajili ya watu ambao wana wenyeji mahali walipofika. Ka yeah. Oh, ushauri wako kipi ambacho unaweza ukakishauri kwenye jambo hili labda kwa mfano? Ushauri hao naotumia nyumba hizo za wageni kwa malengo mabaya uzinzi au namna mbalimbali mbali. ya maasi wache wa, ziwe zinatumika kwa ajili ya watu ambao wamefika mahali hawana wenyeji. Huo ndio ushauri wangu. Kazi yes, njema. Yes. Yeah, nashukuru.